Jambo, mtazamaji wa Dems Media, ni kukaribisha kwa mara nyingine tena kutufuatilia popote pale ulipo. Mimi jina langu ni Abdul Juma, ni kusiku subscribe chaneli hii ili usipitwe na update zote ambazo tunakuletea kila siku, na moja kwa moja tuangazie katika marumbano yanayoendelea huko katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli ya rais wa Rwanda Paul Kagame baada ya mwito wa amani uliotolewa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi katika mkutano wa Global Gateway Forum uliofanyika mjini Brussels imezua mjadala mkubwa katika ulingo wa siasa za Afrika ya Kati. Katika hotuba yake mbele ya viongozi wa dunia, rais Tshisekedi alitumia fursa hiyo kumtumia Kagame mkono maridhiano, akisisitiza haja ya kufikia amani ya kudumu kati ya mataifa hayo mawili jirani, ambayo yamekuwa yakitumiana kwa muda mrefu kuhusu vita mashariki mwa Kongo. ninachukua jukwaa hili kuwa shahidi na kupitia ulimwengu mzima kukupa mkono wangu ili tufanye amani ya mashujaa. Alisema Rais Tshisekedi akiongeza kuwa ni muhimu uamuru wanajeshi wa M23 wanaungwa mkono na nchi yako kuacha mashambulizi ambayo yamesababisha vifo vya watu wengi. Baada ya kauli hiyo, Kagame alijibu kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, kwa maneno yaliyotafsiriwa na wachambuzi kama kejeli. Iwapo mtu anapiga kelele kwa kishindo cha ngoma tupu, hilo ni tatizo lake. Ni bora kuzipuuza au kuendelea na njia yako, aliandika Kagame. Kauli hizo ziliibua hisia tofauti katika mitandao ya kijamii na kwenye vyombo vya habari. Baadhi ya wanasiasa wa upinzani nchini Kongo waliotafsiri mwito wa Rais Tshisekedi kama ishara ya udhaifu, wakilinganisha na matamshi yake ya sasa na misimamo aliyowahi kutoa wakati wa kampeni zake za urais. Hata hivyo wachambuzi wa masuala ya siasa za kikanda wameeleza kuwa Rais Tshisekedi ameonyesha msimamo wa wazi na wa moja kwa moja katika utatuzi wa mgogoro wa mashariki mwa Congo, akisisitiza mara kwa mara kuwa tatizo si uasi wa ndani bali uvamizi unaoratibiwa kutoka nje ya mipaka ya nchi. Kwa muda mrefu serikali ya Congo imekuwa ikituhumu Rwanda kwa kuunga mkono waasi wa M23, madai ambayo Kigali imekuwa ikikanusha vikali. Baada shinikizo, matahifa, kazaya, amani, ya shinikizo la kimataifa mazungumzo kadhaa ya amani yamekuwa yakiendelea katika miji ya Luanda, Nairobi na Doha. Hata hivyo, wachambuzi wanasema mchakato wa Doha ulianzishwa hivi karibuni unaonekana kupoteza mwelekeo kutokana na mvutano wa kidiplomasia kati ya pande hizo mbili. Ripoti zinaeleza kuwa Kigali haikufurahishwa na uamuzi wa Kinshasa wa kukataa kusaini hati ya Cadre d'Integration Économique Régionale, Nyaraka iliyolenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda. Rais Tshisekedi alisitiza kuwa DRC haitasaini saini mkataba wowote hadi pale amani ya kudumu itakapopatikana na uhuru wa taifa kuheshimiwa. Wataalamu wa masuala ya kimataifa wanasema hotuba ya Rais Tshisekedi mjini Brussels ilikuwa ni hatua ya kidiplomasia, si ishara ya kujisalimisha kama inavyotafsiriwa na baadhi ya wanasiasa wandani, wa ndani. Kwa mujibu wa wachambuzi hao hatua ya kuzungumza hadharani na Kagame ililenga kuonyesha dhamira ya Kongo ya kutatua mgogoro huo kwa njia ya amani na mazungumzo ya moja kwa moja. Aidha, wameeleza kuwa katika historia ya migogoro mingi ya kimataifa vita huisha mezani kupitia mazungumzo na si kwa kutumia nguvu za kijeshi pekee. Licha ya majibizano hayo ya kidiplomasia, wachambuzi wanaona kwamba hatua ya Rais Tshisekedi ya kumtumia Kagame mkono wa amani ni ishara ujasiri wa kisiasa na busara ya kidiplomasia. Kwa upande mwingine, kauli ya Kagame imeelezwa na baadhi ya wachambuzi kama isiyo ya kima wa kiongozi wa taifa, ikionyesha kile kinachoonekana kama udogo wa fikra za kisiasa katika kushughulikia migogoro ya kikanda. Hii ni Dems Media, mimi ni Abdul Juma. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majalio, lakini usikose kuacha maoni yako ku subscribe, lakini pia na kusambaza taarifa hii kwa wengi kadri uwezavyo. Asante.